Kafiri asikuogopeshe usisikie. Uganda imeingia Somalia, haina lolote. Rwanda imeingia Somalia, haina chochote, itatoka tu chini ya mikono ya ashabab, ambao wana uwezo kutoka kwa Allah. Allah awapa msaada, na miujiza imeonekana. Nenda upate tankini na zitatoka baadaye. Subhanallah. Mmoja akuambia katika vita vya jili ni katika miji ya Kisomali, wameenda risasi zilizolia kutoka kwa ikhwa ni tatu, amir alipiga risasi mbili na mmoja akapiga risasi moja, wakifika ndani ya mji wote wamekimbia wale wapinzani wao, Walipoulizwa, mbona mmekimbia? na wale ndio waja sasa, asema, mwatudanganya, kumeingia mijitu hatuijui imetoka wapi, hao ndio wamepigana na sisi, na hatukuweza kuvumilia vita vyao. Na iko wampiga risasi tatu tu, risasi tatu tu, na haikuwa mtu hata mmoja katika wale makafiri. Ni nani aliyeingia kuwafukuza? Subhanallah. Kwa hivyo usiwe na uoga kwa makafiri. Mimi kwanza nataka kutoa ushauri kwako wewe, kwa sababu lituta nafasi kwamba ikiwa kuna mahala umeteleza basi uwanja kwa wazi, lakini kwa, kwa dalili Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwahi kumsimamisha sahaba kwa sababu haja swali rakaa mbili za tahiyatul masjid. Tena kwa utaratibu kabisa kwamba usha swali, akasema sija swali, basi akaambia swali tahiyatul masjid. Kuna shehe anaitwa Aboud Rogo rahimahullah, ni mrehemu huyu shehe. Amejitahidi sana kutoa dalili za kwamba jihadi Somalia ipo, katika dalili mojawapo ni moja katika hali inayosema kwamba ikiwa mtakuwa kweli Asi hakika wa takwa basi hakika mutaletewa malaika kusaidiana na nyinyi. Na katika haya Aboud Rogo rahimahullah ametoa mifano mingi, mfano mmojawapo askari wa Kenya ambaye alienda kupambana na watu wa kule ambao wanapigana wana na Alshababu, walipigana muda mrefu sana. Baada ya kupigana, baadaye kuja kushinda. Sasa washashinda katika hivyo vita, katika hayo mapambano, walimuona mwanamke mmoja ndio walikuwa wakipigana naye, lakini kuna mwingine naye aliona jina lake limeandikwa juu, kesho yake akauawa katika katika vita. Lakini jana mzungumzo ukasema kwamba ikiwa mtu anatangaza kila mahala jihadi, kila mahala jihadi, ataingia katika makosa. Hili uliliweka wazi kabisa, lakini ukasema mtu akawa anazuia jihadi, ataingia katika ukafiri. Hili nalo pia uliliweka wazi kabisa, lakini pia kuna mlango umefungua. Sasa hivi hapo umesema kwa mimi naona Somalia ni harbu fitna, kwa hiyo mimi siamini kama ni jihadi kwa dalili hiyo tu. Sasa nakushauri kitu kimoja, bwana ikiwa unamtaja Abdurogo basi useme rahamahullah, kwa sababu amekufa akiwa ni Muislam na tunaamini kwamba ni Muislam na tunaamini kama ni Muislam anlesi kwa kwamba utuambie kwamba yule amekufa si Muislam. Kwa hiyo kama sisi tunavyokutaja Kasimu mafuta hafidhullah, nizungumzie kuhifadhi, uendelee kutupa dawa. Huo ni ushauri. Nukta ya kwanza, unazungumzia suala la kuthibitisha kwamba Somalia ile ni jihadi na ushahidi kwamba alio e, kuna askari ali askari wa Kenya alikuwa akipigana katika vita huko Somalia, wamepigana muda mrefu sana lakini mwisho wa yote wakagundua kwamba wanapigana na mwanamke mmoja. Nataka kuuliza swali hapa kidogo. Habari hii ameisimulia nani? Yaani, nakushuhudia aliyekuwa pale katika yale mapambano akayaona, ni nani alikuwa akishuhudia habari hii? Askari, askari yule ni Muislamu sio? Aboud Rogo rahimahullah, waktu mtaja kama ni Muislamu au mkafiri, alisema askari. Sasa sisi hatutaki kwenda kumkashafati kama tarika ya kisufu sisi tuna kanuni hii inayosema, ya ayuha ladhina amanu injaakum fasikun binabain fatabayyanu. Ndio maana ikawekwa asanidi, wanachuoni wakaweka isnadi, na habari anayosimulia kafiri haikubaliki habari. Sasa katika tukio lile, Aboud Rogo alikuwepo au yeye kasimuliwa na huyo askari? kasimulia na askari, askari muislamu au si mwislamu? Jawabu lake sijui, kama hakumsema kama ni muislamu <coughs> au si muislamu, basi hatuwezi kuchukua habari. Lakini kuna waislamu ambao waliona farasi wanne wanatokea baharini wanakimbilia upande wa mazi, tasema hivi sisi katika dini yetu haturuhusiwi kuchukua habari za mukashafati, tkana habari zithibitishwe kwamba sisi waislamu tunaojua mambo kama haya wale wapiganaji wa kule Afghanistan walikuwa wakizungumza sana, hasa kina Abdallah Izam ameandika kitabu hasa kuonyesha kuna miujiza ilikuwa ikishuka. Sasa anaenda kusema kitu kimoja, hii miujiza na wawa malaika washuka, alafu baada yake marekani washinda. Ina maana malaika walipigwa na marekani, walishindwa kwa hiyo waislamu wakasagwa, marekani wakatawala, au ni vipi? Lakini vita bado vinaendelea, shekhe, viko bado vinaendelea huko Somalia, havijasimama vita vinaendelea lakini matokeo nadhani unayafahamu, namna hali inavyokwenda, au ufuatilie hateje maliza ankusahi tunachokizungumza, amba angalieni, matukio malaika wanapokuja, malaika wa Allah tabaraka wataala wanaposhuka, vita vya Ahzabi viko wazi, matokeo yameonekana na malaika, malaika hawawezi kushindwa na jeshi la makafiri bila ya shaka, malaika wakishashuka hatima njema ni ya Waislamu. Hakuna kafiri anaweza kusogea, Badri, Handak na vita vinginevyo. Sasa hili la kwamba watu waingia mpaka Mogadishu na malaika wao, alafu wale wanakuja Waethiopia, Waganda, Wakenya wanawaswaga wanaotoa mpaka Kismayu, malaika wameshindwa. Sasa hizi habari zinazoletwa na watu ambao hawafahamiki kwamba ni waislamu au ni makafiri, wazitoa wapi? Ni utaratibu gani wa kunukuu habari? Bila shaka, kwa utaratibu, kwa mujibu nilivyosoma mimi katika kanuni za hadithi, habari kama hizo hazikubaliki. Sawa. Jingine moja, labda ni kwa hiyo tutowea tijah kwamba si kweli Lingine moja sehe, ambalo ambalo ambalo labda nikuhusie niku eh, kwa sababu hii ni jambo la kuhusia, kwa sababu ndio ndio taratibu, hata hawa maimamu wanne ndio walivyopita hivo. Sasa hapo kidogo, Shekhe, kwa hapo labda niseme, labda tunateleza au unateleza kwa hilo ambalo liko na dalili zake za jambo ambalo Abdurogo rahimahullah, wakati yeye yuhai, wewe ulikuwa unajua kuna dawa inaendelea, labda tuseme, ulikuwa unachukua uchunguzi, lakini kiutaratibu, kuna sidi yako moja, nilisikiliza ukamtaja sana Abdurogo rahimahullah, na ndio kusema fanya mimi msimamo nilikuwa na mwanzo ni ubadilishe baada ya kusikia hiyo sidi yako, lakini ulimtaja vibaya sana Abdurogo rahimahullah ikiwa na, na na wasama billahi, lakini kwa utaratibu wa waliopita wa, wa, wa, wa, waliopita na maswahaba, hata wa maimamu wanne huwa anamwandikia barua aliyofanya makosa kwanza, kumjulisha kwamba hili na hili ni kosa na kumpa mlango wa yeye kujitetea. Sasa ikiwa utamshutumu mtu na kisha kufa tayari, hata ayupo hai hukumpelekea majawabu kwamba kumwambia umekosea hiki na hiki na kumpa mlango wa wewe kujitetea, basi simama kidogo kujibu, ili uridhike. Watu wengi humu wamemjua Aboud Rogo msimi rahimahullah, ntatea sababu kwa nini tuseme hivi Yee ni Mwislamu. Wamemjua Abudirogo, wengine wamemjua baada ya kufa, baada ya kuuawa ndio wakaanza kufuatilia, kuna hivyo wakafahamu. Wengine wamemjua katika miaka miwili mitatu hii, baada ya kuelea sidi zake. Mimi namjua Abudirogo zaidi ya miaka kumi na saba, unanifahamu, na mwaka elfu mbili na tano elfu mbili na tano mpaka leo ni miaka mingapi imepita? miaka nane. Abudi Rogo aliandika makala ya Kiswahili akaiita Murjiatu Lasri, ikatawanywa pale Mombasa. Mimi nikaipata makala ile, anasema kwamba Albani ni mtu wa bidaa, ni murjia pamoja na wanafunzi wake, na akimtaja wala hasemi rahimahullah kwa sababu ni mzushi Albani, Albani, Albani. Akamtaja vibaya kwa sababu aharamisha jihadi, haoni kwamba tayari kusala ni kafiri, akienda sema, mpaka angalia waislamu wanauawa leo Afghanistani, Chechnia, wapi, mimi niseme, tusome tu, wakati makafiri wanamimina mabomu. Aliyazungumza maneno haya mimi mwaka ule ule, ilikuwa ni mwaka mwezi wa kumi na mbili mishoni, niliandika makala nikamwandikia Aboud Rogo mwaka elfu mbili na tano ni makala namba ngapi, bwana Bonti? Makala namba kumi na moja katika ile mtiririko wa makala zetu sisi zikiporomosha. Makala namba moja ni kuwa imeandikwa, kichwa cha habari kilabu mbwa wa motoni, kwa hadithi ya mtume sa sallam ambayo amepokea Abu Umama na amehitaji Imamu Tirimidhi katika Aljame na hadithi namba elfu tatu <laughs> nikamchapa vibaya sana Abu Dirogo na nikambainisha kwamba yeye ni khariji kwa sababu hasemi Albani kuwa ni murjia ina mtu mkhariji na takfiri anayoifanya na tabidii anayoifanya kwa Shekh Albani ni alama ya kwamba yeye yuko katika bida. Nikaandika makala nikampa yule bwana ulipanika kwenye kiti Abubakari bon yule ndio akampelekea Aboud Rogo mkononi, kimya tangu siku hiyo tangu elfu mbili na tano mpaka amekufa, kujibu kitu sinataka, kwamba watu waandikiane yes, na nikambainisia yale anayozungumza. Ya mwaka elfu mbili na nane au elfu mbili na tisa tulifanya ziara Mombasa, mimi nikazungumza mada kama hii ya jihadi katika masjidi lughufaili Nyali sinemax ya muhadhara, nikazungumza masala haya, na ndio maana utakuta katika maneno ya Aboud Rogo hatutaji sisi, Aboud Rogo. Aboud Rogo. Aboud Rogo, na yule designer wake naye anatengeneza vile vitu, mara kaleta picha hapa, alikuwepo kwenye yule muhadhara, anaitwa Abubakar Makaburi. Katika ile picha alipouawa Aboud Rogo pale, kuna mtu kwa anazungumza na simu mbele, tukieni hapa yenyewe, toba, huyu huyu ndio Abubakar Makaburi. Je, munjoe alikuwepo katika yule muhadhara, tawafikishia salamu Aboud Rogo Aboud Rogo apita pembeni. Kuna watu wao hivi tama salafi wanasema nafsi hataji atawataja hao kina msalam, wataleta mapicha yao wa, ataleta kina nani, kina kishki, kina nani, lakini hawezi kutaja. Anawataja, anawabomoa. Sisi tunazungumza haya, unayozungumza tunajiamini. Kwa hiyo mimi nimezungumza kwa kuandikia Abud Rogo na nimezungumza kwa muhadhara akiwa Abud Rogo iko hai na mimi nimempinga. Sasa haya unayozungumza, ukisema kwamba mtu kashakufa, lakini athari anayoyaacha ndio hii Tuhuma kwa wana wachuoni kwamba wana wachuoni wanabadilika mara, akipigana Marekani jihadi sio jihadi, akipigana wao oh, wengine jihadi. Anawatuhuma wana wachuoni wa Saudi Arabia kwa makosa kabisa. Sasa ikiwa wakina Said Koto wana wachuoni wana wataja na wana wazungumza, basi tutasema inshallah. Abu Dirogo rahimahullah, Allah msamehe <laughs> lakini. Kitu kibaya zaidi ambacho ndio kukumbusha ambacho kimetokea pale Mombasa na hiki Abu Dirogo amekiasisi, na mimi nachowaomba Msikifuate kitu hiki. Aboud Rogo rahimahullah, katika dhurusi zake alikuwa akirakiri zaidi katika upande wa kuhamasisha kwamba watu watoke wakapigana jihadi, lakini ilmu wafundishi ahkamu za dini. Sasa kilichotokea, Aboud Rogo alipouawa kule Bamburi, ameuawa Bamburi. Aboud Rogo amepigwa risasi na makafiri wale, sikina nani, hawajulikani. Serikali afanya uchunguzi baada ya kuuawa wafuasi wake wakaitatidi kwamba yule amekufa shahidi. Na sisi tunajifunza kwamba shahidi wako sampuli hizi mbili. Tunapokaa tukawasomesha wanafunzi wetu, mashahidi wako sampuli hizi mbili: kuna shahidi anaitwa shahidu lmaraka na kuna shahidi ambaye ni ghairu lmaraka. Mtu ameuawa katika safu ya mapambano kwenye vita, huyu ni shahidi, ana hukumu zake. Na mtu aliyekufa shahidi nje ya vita kwa kuwa mathalan amekufa kwa maradhi ya tumbo au mwanamke amekufa katika kujifungua au mtu ameghariki baharini au amekufa kwa moto au amekufa kwa maradhi ya taun au amekufa kutetea mali yake ishima yake ahali yake, wote hawa Mtume sallallahu alayhi wa sallam amewataja kuwa ni mashahidi. Man kutila duna mali fahuwa shahid, lakini sio shahidi lmaarad. Hawa hukumu zao ni mbali. Mtu ambaye siye aliyekufa katika katika safu ya vita akifa hata kama hilo jambo limeambiwa kwamba amekufa nalo ni shahidi, anaoshwa, anatiwa kwenye sanda, anaswaliwa na anazikwa kwenye makaburi ya Uislamu. Pengine kafa kapakaloleni, tukamzika Mbauda sio tatizo, tukamzika Pengeru sio tatizo, maadamu ndani ya umi, tunaweza tukamwamisha, tukampeleka huko. Shahidu lbaraka yeye hafanyiwi yote hayo, hafanyiwi atazikwa na damu zake hata oshwa hata tiwa kwenye sanda hata swaliwa atazikwa wali pale alipofia. Kwa sababu unajua watu wa watuidogo walifanya nini, walichokifanya wao, wakamtoa kwanza pale, hawakumzika pale pale, na wao waitakidi kwamba huyu ni shahidi. Huyo shahidi wa mara, wakamtoa pale Bamburi, walimpeleka itwaje kule makaburi, alipozikwa kule wapi, kule Mombasa ameshomoroli kule mbali kabisa. Kwanza wamejichanganya sasa. Huyu ni shahidi maaraka, kwa nini mmemwondoa? Moja hiyo. Alafu hawakumwosha, sasa, na wala hawakumtia katika sanda, kwa sababu walipomtoa Bamburi wakamleta masidi Musa pale, watu wakawa wanamwona, wengine wakimpiga mapichi, wameshahisia ile. Kwa hiyo baada ya pale wakaenda kwenda kumzika watu kuna mtu mmoja akasema kuna watu zimbelembele wale wajifanya zimbelembele, ni kwa wao wanafunzi wa Aboud Rogo wenyewe na watu wake washaamua, wakamzikia hivyo hivyo. Kuna watu wasema sana, sana, yule abu makaburi ambia, toka hapa mnafiki wewe, kwa maana kwamba huyu hafai kuswaliwa. Sasa swali kweli, Aboud Rogo alikuwa ni mtu asiyestahiki kuswaliwa? Amekufa katika mapambano anapambana na katika vita katika jihadi, au amekufa akiwa atoka nyumbani kwake akienda hospitali sasa mbona alipouawa Omar Ibnu Lkhatabi radiallahu anhu na yule kafiri Abu Lulu Ilmajusi, kaja kampiga makhinjar katika mwili wake. Omar alipokufa, ambaye ni khalifa na ni jemedari kamanda mkuu wa Waislamu katika wakati wake, alioshwa kuoshwa? Alitua kwenye sanda hakutua kwenye sanda? Aliswaliwa hakuswaliwa? Aboud Rogo ni nani kwa Omar? Uthmani radhiyallahu anhu, ameuawa Uthman kwa dhulma na kikundi cha mahawariji wakiongozwa na Abdullah ibn Saba al-Yahudi, akiongoza kundi kutoka Masri na watu mahawariji wal-Bughat, wakaja wakamuua Uthman radhiyallahu anhu. Uthman alipouawa, katwa katwa, alioshwa hakuoshwa? alitiwa kwenye sanda hakutiwa kwenye sanda? aliswaliwa hakuswaliwa? Majibu mnayo. Aboud Rogo ni nani? Kaaulani ani Ali bin abi Talib ameuawa na Abdurahman bin Muljim alkhariji, amevizia nje msikitini, sala alfajiri, akampiga mapanga, akamuua. Je, Ali bin abi talib alanzr albatil dhaka shujaa, alioshwa hakuoshwa, alitiwa kwenye sanda hakutiwa kwenye sanda Aliswaliwa hakusaliwa, laliwa yote haya alitokea. Sasa abudirogo ni nani kwa hawa? Nataka kuuliza tena, ile laana ya kutoko mswalia nakutomosha abudirogo ataibeba nani? Wanafunzi wake sio? Ngoja kwanza, kwa mbona? <laughs> resi a akuta mabaisha, watu wanakwenda na maslaki za kihamasa na awatifu zaidi kuliko kuelimisha watu. Sawa, msitutume bure, mkataka kutulipua kama <gayat> mlivyomuua Shekh Jamili Rahmani. Msifanye namna hiyo, mnakwenda na maslaki siyo, na sisi tukifa katika haya tumekufa katika dini alhamdulillah. Kwa hiyo, yani, msitumie jazba, jaziba mbelembele, ilmu kwanza, na hivi visa vya kutungatunga msivisimulie, wapata madhambi. Habari yoyote utaka kuileta, hakikisha unafuata misingi ile inayotakiwa katika ilmu ya hadithi, misingi ya riwaya. Si masala ya kubumbabumba tuna kubuli bulu, hatuyataki mambo haya katika majlis za ilmu. Ni nasihi, niendelea kwenye nasihi, sina nasaa zaidi.